Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Mwokozi, katika jina la Yesu mkuu wa uzima, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, weza wa Roho Mtakatifu na nguvu, weza wa Roho Mtakatifu na nguvu, hii mamlaka ya uweza, mamlaka ya uweza, mamlaka ya kipekee ambayo Paulo anasema hata imekuwa Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Naomba neema hii, naomba neema hii kwa jina la Yesu, nguvu ya kushinda, nguvu ya kushinda, kushinda majaribu, kushinda vita, kushinda kila namna ya misuguano kwa jina la Yesu. Bwana wa majeshi, tunaomba yako ya haki Roho yako ya uaminifu Roho yako ya kweli hiyo itembee itembee ndani ya kanisa lote.